Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila madhabahu iliyojengwa juu yangu juu yangu, hiyo madhabahu na iondoa, naibomoa, naipasua, naipasua, tarehe ya leo, siku ya leo, mikataba ya mizimu juu ya maisha yango, mikataba ya uchawi juu ya maisha yango, mikataba ya makafara ya umaskini leo hii, leo hii naondoa. Weka mkono wako juu, juu ya kichwa chako kwa jina la Yesu mbingu zako ziwe wazi, malaika wapande na kushuka, malaika wapande na kushuka, wafungue mbingu zako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wafungue. Unaweza simama kwa miguu yako, kama unaweza kusimama hebu simama, kwa jina la Yesu simama kwa miguu yako, weka mkono juu ya kichwa chako. Haya maombi ya leo ni ya muhimu sana ni ya muhimu sana ni ya muhimu sana ni ya muhimu sana. Sema, Bwana Yesu, imeandikwa kwenye kitabu cha Isaya sura ya sitini na tano ule mstari wa kwanza neno lako linasema neno lako linasema kwenye Isaya 64 Laiti ungepasua mbingo na kushuka ili milima iteteme mbele zangu, kama vile moto uchomapo vichaka.